mwema wale vijana ambao bado hawajapata mke mwema. Namna ya kupata mke mwema, kama kuna namna ya kupata mke mwema, basi kuna namna ya kupata mume mwema. Bwana Yesu asifiwe tena, maana pande zote kuna watu wanaomba. Kuna wanawake ambao wanaomba kupata mume mwema, na kuna pia wanaume ambao wanaomba kupata mke mwema. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi kabla kabla ya kuendelea inatakiwa tujue mke mwema na mume mwema anatoka wapi? Mke mwema na mume mwema wanatoka kwa Bwana wa mbinguni, kwa sababu ni kazi ya mikono yake. Hivyo basi, wewe mwanaume ambaye unahitaji kupata mke mwema, jambo la kwanza, lazima ujue kabisa mke mwema anatoka kwa Mungu. Utapataje mke mwema? Ni pale ambapo utakuwa umempenda Mungu. Kumpenda Mungu ni kuzishika amri zake. Kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne mstari wa kumi na tano kinasema kwamba mkinipenda, mtazishika amri zangu. Hivyo basi pale ambapo unakuwa wewe umeshika amri za Mungu utapata kibali mbele za Mungu, kwa sababu dhambi inaleta faraka na Mungu. Hivyo basi wewe ambaye unaomba mke au mume mwema natakiwa uende katika wema wa Mungu, uwe msafi. Sio kwamba wewe unaomba mke mwema na mume mwema, bado unazini unatenda maovu, alafu unataka upate kilicho chema. Hapana, zaidi ya hapo utatendewa na huyo muovu. Ina maana kwa sababu utakuwa umepita kwenye njia za muovu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika masafi katika masafi, Mwenyezi Mungu anaachilia kibali. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo, tunaangalia kazi ya Shetani yeye, kazi ya Shetani ni kuweka faraka kwa mwanadamu na Mungu. Hivyo unavyokuona inaenda katika zile njia njia chafu, ndipo pale ambapo unakuwa unachelewa kukutana na yule ambaye Mungu anakuwa amekuandikia. Ina maana dhambi inaondoa kibali inakuwa inamsogeza mbali yule ambaye unamwomba. Pia pale ambapo tunaendelea kuomba pale ambapo yu, wewe ambaye unamwomba Mungu mke mwema, jaribu kumwombea na huyo mke katika vifungo, wenda huko waliko wenda amekutana na vifungo mbalimbali, hivyo mwombee. Na wewe pia mwana, mwana, na we pia mwanamke, mwombee huyo mwanaume, wenda kuna vifungo ambavyo vipo, endelea kumwombea. Maanake tunasema Mungu anasema, neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika ufahamu huo, tutakapoishi katika hayo machache, Mwenyezi Mungu ataachilia kibali, kama anavyosema katika kitabu cha Zaburi sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na nne nasema kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo yangu yapate kibali mbele zako e eh Bwana mwamba wangu na mwokozi wangu. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo tukitambua kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo ngao yetu na ndiye ambaye anatujibu na ndiye mwenye ndoa na ndiye mwenye kila kitu, aliyesema si vema mtu huyo awe peke yake, katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa kumi na nane Hivyo atatupa yale mema ambayo amekwisha kuyakusudia. Hivyo basi, kitabu cha Misali sura ya kumi na nane mstari wa ishirini na mbili kinasema Apatae mke apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana. Hivyo mke mwema ni kibali kwa Bwana Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.